Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma tumeharibika leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo anakosa tuseme nini sijui ile moyo na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani in line, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, hilo ni moja, lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma, katusaidieni kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii. Kwa hiyo katusaidieni, viongozi kuwa na, na nini. Lakini kuna mradi ambao mmeuanzisha, nami umenifurahisha wa kuanza kuwajenga watoto huku na maadili ya umma, waweza kupitia mashuleni au wapi, lakini nimesoma somewhere kwamba tume sasa inataka kuanza kujenga maadili kwa vijana aidha walioko universities au sekondari, lakini wakuwe na, na yale maadili itatusaidia sana sababu, Waarabu wanasema nakshi, unajua nakshi ile michoro ile mapambo unayoyachora kwenye jabali yanakaa zaidi, lakini ukiyachora kwenye mchanga, upepo ukipita una. Sasa watoto ni majabali yetu, yanakuwa yanakuja. Kwa hiyo mkijenga akili zile, mkizianza sasa hivi zitakaa vizuri kuliko sisi wakubwa. Jitu lishapotoka huko nje, unaliteua unaliweka linakwenda na imani yake ile ile. Nikifika watanijua, baada ya miaka miwili, mimi nataka niwe somebody, nionekane, badala ya kutumikia nchi, anajitumikia mwenyewe.